Nimekuja kuwaambieni mimi nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutu. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni 50. Sipo nilivyosema yeah, lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni 50 sijawahi kuitumia mimi, niliacha makusudi. Niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kiherehere. Na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni hamsini ipo na nitaongezea katika ile, nitaongezea milioni kumi, na mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe mbili nikiwa na milioni sitini mezani kwa ajili yenu. Hii nitaitoa kwenu. Kwa hiyo vyo vyote itakavyokuwa, nyinyi kapambaneni, hayo mengine acha nayo ya kwangu. Huwa ni hayo na sinayo maneno mengi lakini waombe pia na mashabiki wengine kutoka viunga vyote vya mkoa wa Tabora na wilaya zote, wajitokeze wajaze uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kuwaunga vijana wetu mkono, tuwashangilie kwa nguvu zote, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mimi nimesema, yaani nyinyi chezeni, chezeni kufa na kupona, nchi yote, wapenzi wote, mkoa wote unawatazama nyinyi, kesho kuto Yanga sio kitu, kama mliweza kuipiga kuipiga tatu bila, kwa nini muogope? Au kwa nini watu watishe? Na kuna mtu mmoja, nimeona clip moja hivi, anawatisha. Nafikiri alikuwa anatisha mmoja kati ya kamati ya ufundi. Mwambieni yule mzee asiogope, mi nimerudi hapa, niko na nguvu tele so. hakuna mtu akumfanya chochote, anamwambia ati atamkamata hata akiwa Tabora aje. Na bahati mbaya, sijamfahamu ni nani kwa hiyo msio na mashaka yule mzee kama ana kazi yake kwenye kamati ya ufundi aendelee tena mchana, asiogope mtu. Na nyinyi wachezaji hata msihofu msiogope mtu. Wananchi wa mkoa wa Tabora ni waombe, karibuni ingieni uwanjani, mwashangilie timu yetu, tuwaunge mkono vijana wetu. Vijana na ari, vijana wadogo kabisa. Na kila siku nawaambia hii ndio ajira yenu, itendeni haki na baada ya hapa nyinyi mtaona matokeo mazuri kwenda kwenda mbele. Unaelewana ndugu zangu? Yeah. Eh, na wapenzi wengine, vilabu vingine, Simba, Mtibwa, akina nani, tunaomba tuunge mkono. Waishangilie timu yetu. Nataka kesho, kesho kutwa hiyo tuwadabishe. Nimemwona msemaji, mimi si msemaji, ameongea maneno ya karaha. Sio tatizo, lakini tutamuonyesha atarudi nyumbani <laughs> akiwa ameinamisha kichwa. Na nafikiri amefunga ile kijana. Na muonea huruma atatoka hapa akiwa na hali mbaya.